Nataka kumwomba Mheshimiwa Ruto aje Ukambani. Wakamba wamechoka na siasa ya umaskini, wamechoka na siasa duni, wamechoka na siasa ambayo haiwapatii pesa kwa mfuko na maendeleo. Wakamba wanataka maendeleo. Wanataka barabara. Wanataka maji. Wanataka uh, project za serikali zije hapa nyingi ambazo rais wetu anataka kuzilete, housing na zingine. Tunamwomba rais wetu kuja hapa. Wakamba wanataka maendeleo. Unajua Wakamba pia ni wajanja. Wakati mimi nilikuwa naomba kura ya pili kuwa gavana, walikuja watu wa siasa wakasema chama ya Wakamba ni hii Wakamba ni hawa, kiongozi wa Wakamba ni huyu Mutua, yuko kwa hii chama, anaswe aende. Hawa kina mama ukambani, wazee wa ukambani, vijana wa ukambani wakasema wacheni kuja na spidi yenu, sisi tunajua kuchagua mtu ambaye ni wa maendeleo.